Zimekuwa bodaboda, leo ajira zetu zimekuwa ni kubeti, na ninawaambia hizi bodaboda mimi naziheshimu sina shida nazo lakini nataka niwaambie miaka miwili ijayo, bodaboda haiwezi kubakia kuwa fursa ya ajira kwa vijana wa Kitanzania. Bodaboda zinaongezeka kwa kasi kuliko ongezeko la abiria. Tunapoelekea siku sio nyingi, utakaa kijiweni msela, unasubiri abiria wa bodaboda umpati. Twendeni tarehe 29 twendeni, tukapige kura vijana ya kudai ajira zetu, na ajira hiyo hatuwezi kuipata chama, chama chagua, cha mapinduzi chagua cha umma. Naomba kura zenu nikakabiliane na umasikini wa kipato. Ninaomba kura zenu nikakabiliane na gharama kubwa za maisha. Leo gharama za elimu ni juu, gharama za afya ni juu, gharama za usafiri ni juu, gharama za bidhaa ni juu, gharama za mapango ni juu, Gamarama za kodi ni juu, kila gharama nchi hii ni kubwa, gharama za maisha zimekuwa za kiwango cha juu sana, wakati uwezo wa kuingiza vipato bado ni mdogo. Lazima tuingie kwenye vyombo vya maamuzi, lazima tukaingie bungeni. Hatuwezi kwenda kwenye majukwaa kama haya tukiwa hatujashiriki kuingia kwenye vyombo vya maamuzi ili tuweza Watanzania Tanzania wakapate katiba mpya bungeni mchakato huu unashinikizwa bungeni, alafu tunaingia kupiga jalamba kwa wananchi, tushinikize serikali tuweze kupata katiba mpya.